Tufanye kwa uangalifu, kwa kwa uadilifu mkubwa mkubwa kuliko tunavyofikiria, kwa kumwogopa yeye aliye juu aliyetupa neema hii kwanza. Hatuwezi kukwepa kwa namna yoyote. Unapofanya kazi yako na unapopokea rushwa, pumzi ya Mungu huikwepi, maana kwanza unapumua wala hufungi pumzi ingie kwako. Inapoingia kwako, inakupeleleza umepokea nini leo, na inapeleka taarifa yako na sura yako vile vile. Na kwa maana hiyo hatukwepi mbele za Mungu, na ni lazima siku hiyo wote ulio uliokula rushwa kwao watajipanga msururu. Kwa hiyo hakuna cha shahidi kwamba mwanasheria wote wanasimama mbele yako kwamba huyu ndiye alichukua rushwa yangu ili apindishe haki, halafu mbaya sana na wale ambao umewapindishia haki zao nao watasimama ubavuni. Sasa sijui hiyo kesi itakuwa utaishindia wapi? Jumanne ndio alikuwa anaonekana atachukua hilo jimbo, lakini kwa kuwa hana fedha, mwenye fedha anakuja anapindua meza kwa dakika za mwisho kabisa. Kwa hiyo maombi yangu ni hayo, au shauri wangu ni huo. TAKUKURU sasa muingie kwenye nyumba za ibada, mtoe elimu hiyo, naweza mkapanga Jumapili, Jumamosi, Jumaa, Ijumaa eh, au kwenye nyakati zingine za kawaida kwenda kufikisha elimu hii. Nitamani rushwa iwe kama ndio wimbo wa taifa, mtoto aanze kujua akiwa darasa la awali. Mpaka anakuja kujua, anaelewa madhara nini ya rushwa. Mimi nafikiri tukifanya hivyo Yes, pambana vizuri na rushwa. Asante sana. Lengo ni kuzuia ni kukuza na kuhamasisha misingi ya utawala bora na kutokomeza rushwa nchini. Sasa rushwa inaposhamiri hata utawala bora huwa una unapotea. Kupitia malengo hayo moja kati ya majukumu ya taasisi hii ni kuzuia vitendo vya rushwa kwa kuushirikisha umma kwa njia ya elimu, kama tunavyofanya hapa tunapoongea na kundi la viongozi wa dini, ambao tuna uhakika nyinyi, nyuma yenu kuna waumini wengi ambao wanawasikiliza nyie. Ndugu viongozi, mafunzo haya ni muhimu sana kwetu, kwani yanalenga kutuongezea ujuzi E, na ufanisi wa kutekeleza majukumu hili la kuelimisha jamii kuhusu ubaya wa rushwa, na kuihamasisha jamii ili ishiriki kikamilifu kwenye mapambano dhidi ya rushwa.